Tutaungana naye hapa Onesmo Itozya mkurugenzi wa Global Child Advocate, hapa eh, kutoka taasisi inayojihusisha na masuala ya haki za watoto. Karibu. Nashukuru sana. Hmm. Ah, changamoto za Dar es Salaam ndio zinakuwa hivi mara nyingi eh? <laughs> <laughs> E, bila shaka umepita pita hata mtaani huko eh, barabarani umekutana na hawa watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Hao wapo tu. Wapo. Yani wapo. Hmm. Unaona tu. Kila siku, kila siku tunaelekea katika sikukuu. Yeah. Uh, na hawa watoto kila siku wapo uh, jamii inaweza ikafanya nini na wao angalau basi wajione kwamba wanathaminiwa, wanajaliwa, wanatambuliwa kwamba na wao ni watoto. mm-hmm. Wakati wa sikukuu tunafahamu kwamba sikukuu ni wakati wa furaha. <laughs> mm. Uh, sawa sawa. mm. Uh, uh, kwanza kabisa miongoni mwa vitu vya kufanya ni vile ambavyo mm -hmm. Sisi sote tunahitaji kufanyiwa mm -hmm. Kama binadamu tunahitaji kula, tunahitaji kuvaa, uh, tunahitaji usalama. Kwa hiyo huwezi kufurahi hata kama kuna vyakula vya aina gani kama hujihisi uko salama. Kwao kwa jamii tunachoweza kusema ni kwamba jamii, tunapokuwa tunakula tunashiba, tunapofikiri kwamba tuko salama ujue, kuna mtu mwingine hajashiba, kuna mtu mwingine anafikiri hayuko salama. Kwa hiyo, kwa watoto wa mtaani, kuna mambo mbalimbali mbali ya huduma za moja kwa moja ambazo huwa zinafanywa kwa watu. Sasa changamoto yake ni uratibu wa hizo huduma za chakula kwa hawa watoto, au, au mavazi. Ni nani anatoa, anampa nani? zinafikaje kwa mlengwa? unamtambuaje mlengwa? naona ni kweli wanahitaji nao kuishi vizuri. Kuna watu wengine huwa naona wanachukua vyakula wanaenda kwenye eneo fulani ambapo wanajua kuna watoto labda kama pale Kijazi, basi wanawagawia chakula watoto na kula. Ah, kuna wengine wanaenda na nguo wanawagawia nguo. Hiyo ni sawa na inaonesha kwa muda mfupi imesaidia, lakini pia kwa upande mwingine unaweza ukakuta umetengeneza tatizo lingine la pili. No. Uh -huh. Uh, ukishampa tena unaweza kwamba umetengeneza matatizo labda mawili matatu. La kwanza ni kumfanya yeye aone kweli wakati wa sikukuu amesaidiwa, lakini baada ya sikukuu hakuna mwendelezo wa hizo huduma. Kama wewe uko kwenye tope, mtu anakuletea pale chakula, alafu anaondoka, anakuacha kwenye tope unaona? No kwa hiyo inaanza kumfanya aone, ah, okay, kwa hiyo na, na mbili subiri tena sikukuu nyingine ili watu waweze kunijali. Kwa kama binadamu yeyote haitakuwa imemsaidia, inaweza kama imemuongezea maumivu. Ah, la. Eneo la pili ni kuwavutia watoto wengi kuingia mtaani, wale ambao wanapata changamoto nyumbani, wakisikia kuna wengine wako mtaani wanavalishwa nguo, wanakula bwabwa, wanaona nao wataanza kukimbia kuja mtaani kutaka kupata hizo huduma, kwa sababu sababu kubwa ambayo imetajwa sana kwenye tafiti, lakini pia hata katika uzoefu, tumekuwa tukifanya kazi za kusaidia watoto kurudi kwenye familia zao, miongoni mwa sababu ni umaskini wa kipato katika familia, mlo mmoja. Uh, wakati mwingine siku inapita kwa mtoto, anaona afadhali niingie mtaani nikajitafutie sasa wakishasikia kuna ubwabwa mtaani ya maana, kuna hatari ya kujikuta tumetengeneza tatizo lingine la kuwaongeza. Suluhisho ambalo huwa nalifikiri baada ya kuwa tumefanya kazi na watoto kwa muda mrefu ni kutatua zile sababu zinazowafanya waingie mtaani, na hizo kuna hilo swala la umaskini, kuna swala la ukatili unaofanyika kwenye familia, kuna swala la utelekezaji unaofanyika kwenye familia kuna swala na, ninaposema utelekezaji, kuna watu wengi wanafikiri hawatelekezi kwa sababu wanaishi na watoto ndani, lakini kuwepo kimwili haimaanishi kwamba upo na mimi. Tunaweza tukawa hapa tunaongea, lakini kiuhalisia hauko na mimi mm-hmm. na hiyo inatokea kwenye familia pia. Baba yupo au mama yupo, lakini hawana muda na hawa watoto, kwa muda mrefu hawajui watoto wanaishije, wao wanachojua kwamba wamekula chakula wameshiba, lakini maswala ya mahusiano Masuala ya maongozi yanakuwa hayapo. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba mtoto anajiona kama yuko peke yake, anataka anaamua kutafuta mazingira, na kuna wengine wanaomzunguka, hasa kama umeishi kwenye jamii ambazo zinahatarishi. Unajua zi jamii zinatofautiana, mm. kuna zingine zina hatarishi nyingi, kwamba kuna vijiwe vya wafuta bangi, kuna vijiwe vya pombe. Mazingira yenyewe yanamfanya mtoto aweze asiwe salama. Sasa ikitokea kwenye familia pia, kuna namna ambavyo wazazi hawako karibu na hawa watoto, ni rahisi hawa watoto kutekwa na vivutio vya nje. Kwa hiyo tunaposema tunataka tushughulikie swala la watoto wa mtaani kwa kudumu, tuwazungumzia habari ya kuimarisha malezi kwenye familia, kuwafanya wazazi waelewe umuhimu wa kuwa karibu na watoto wao. Aa, kuwafanya wazazi wasiokuwa na kipato waweze kupata kipato kinachoweza kuwasaidia kupata mahitaji ya msingi, alafu kuwafanya wazazi ambao ni wakatili waweze kuwa rafiki kwa watoto, kuwafanya wale ndugu ambao wanawakataa watoto wa ndugu zao waliokwisha kufariki waweze kuwapenda na kuwapa huduma hawa watoto ili wasiondoke, wasiri, wasiingie mtaani, lakini pia kuifanya jamii yote kuwa salama. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi ambayo kama tutaanza kuyafanya wakati huu wa msimu wa sikukuu, yanaweza yakasaidia sana kuzuia watoto kuingia mtaani, na ikawa na matokeo makubwa kuliko kuwapelekea chakula mtaani. Na huduma zile ni nzuri sana kuzifanya mm -hmm. lakini ninachoona changamoto yake ni kwamba sio za kudumu na hazina suluhisho. Sawa, Onesmo. Um, mipango hiyo ya muda mrefu inaonekana kwamba ni mizuri sana kwenye namna inavyozungumzwa eh, kwamba ikifanikiwa itasaidia kwa kiasi kikubwa, lakini swali linasalia, ni rahisi kiasi gani kuzifikia hizi familia? Kwa sababu kama mtoto amekimbia nyumbani kwa vipigo ukimwambia nipeleke nyumbani kwenu, labda ili wewe upate nafasi ya kuzungumza na hao wazazi na hiyo jamii ili wamrudishe, anaweza hata akagoma aka, aka kukupeleka hmm, ama aka, ikafanyika namna yoyote, ukapata ugumu wa kufikia lile eneo okay. Sasa ni kwa namna gani inaweza ikawa angalau rahisi kufanikisha hili, kutatua hizi changamoto zinazowafanya watoto kwenda mitaani kwa mpango wa muda mrefu, lakini kwa mpango wa muda mfupi nini kiwe kinafanyika? Asante sana. Uh, kwa mpango wa muda mrefu kama ulivyosema, kwanza nakubaliana na wewe kwamba sio rahisi kumrudisha mtoto kwenye familia, mtoto aliyekwisha kutoka. Hii ni swala la kitaalamu. Sasa sio kila mtu ana uwezo wa kumrudisha mtoto kwenye familia kakaa, ni utaalamu ambao unatumika kinachokuwa kinafanyika cha kwanza ni kujenga mahusiano na mtoto na mahusiano hayo hayajengwi siku moja, mpaka akuamini, alafu akisha kuamini, atakupa taarifa ambazo sasa wewe unatumia ujuzi wako na uwezo wako wa kupata taarifa kwa mtoto ambazo zitakuwa ni sahihi. Na unapokuwa unazichukua hizo taarifa, sio kwamba namwambia nataka nikurudishe kwenu, kwa hiyo kuna namna ambavyo unafanya mahojiano na mtoto ya kirafiki ambayo anamfanya mtoto afunguke, alafu unaitafuta familia wewe bila mtoto kuhusika. Kama italazimu mtoto kuhusika itakuwa ita sawa, lakini mara nyingi kitaalam, unafanya kwanza wewe unakutana wewe kwanza na familia, unaongea na familia, unaifanyia tathmini kuona, je, hii familia kweli ni hatarishi? Ya sababu nilizoambiwa na mtoto ndizo zinazotajwa na familia kwamba kuhusiana na kutoka kwake. Sasa huo ni mchakato ambao sisi tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na wizara kujengia uwezo maafisa ustawi wa jamii ambao hasa ndio wamepewa jukumu hilo kisheria kwa, kwa mujibu wa sheria ya mtoto sura namba 13. Wao ndio wamepewa jukumu la kusimamia mchakato mzima wa mahitaji ya watoto. Sasa tunawajengia uwezo uh, kwenye utangamanishaji wa watoto na kwa Dar es Salaam, tume, tumejengea uwezo maafisa maafisa wengi sana, wengi sana karibia wote, kuhusiana na uwezo wao wa kufanya tathmini na kuunganisha mtoto na familia. Lakini wanapo, wakati wa kuunganisha mtoto na familia pia u, u, u, wakati ambayo zoezi linaendelea kushughulika na familia pia linafanyika zoezi la kushughulika na mtoto, kwaio lazima awe na mahala anapokaa wakati tunashughulika naye kwenye mtazamo wake Uh, mtoto naye apone majeraha yaliyotokea mtaani na yale aliyotoka nayo nyumbani. Baadaye unapanga siku ya kukutana, ambao watakutana mtoto na familia, na siku hiyo sio kwamba ni mtoto na familia peke yake wanakutana, lazima awepo mwenyekiti wa kijiji au mwenyekiti wa serikali za mtaa, awepo mtendaji wa kijiji au wa mtaa, afisa ustawi wa, uh, usta wa jamii na watu wale ambao mnaona ni wanaweza wakasaidia ile, ile, ile, ile shughuli ya siku hiyo tukio likawa na maana kwa watu wote. Lakini pia mnaandaa mpango wa kumfuatilia huyu mtoto baada ya kuwa amerudi kwenye familia, ambao mpango ule unaweza ukachukua kuanzia miezi mitatu mpaka mwaka mzima, mnafuatilia kuona anaendeleaje kwenye familia. Wakati huo mna, mnaendelea kumfuatilia yule mtoto anakuwa yuko wapi na huduma nyingine. Aha, sawa. Sasa kuna maeneo mawili ambayo huyu mtoto anakuwa watu wengi wanachukua hawa watoto wanawapeleka kwenye vituo vya watoto yatima, kutoka mtaani kupeleka kwenye vituo ambavyo vinakuwa vimetengenezewa uwezo wa angalau kutoa uh, huduma kwa wale watoto za kubadilisha mtazamo wao. Lakini pia wakati mwingine tunawapeleka kwenye familia. Kwa mfano hapa Dar es Salaam kuna familia, kuna watu ambao wamejitolea kwamba mimi akiwa mtoto ana uhitaji mlete kwangu kwa hiyo tunamwangalia mtoto huyu kama hana hatarishi sana, kwa sababu watoto pia wanatofautiana tabia mm -hmm. na mienendo. Unampeleka kwenye familia ile anakaa. Wakati yuko pale, zile familia zimejengwa zimepewa hata mafunzo kwa ajili ya kutoa malezi kwa watoto ambao wamepitia changamoto za za, za, za, za, kiujumla za kimaisha. Tunasema ni watoto ambao wana mshtuko wa akili, wengine wanasema yani kwa maana ya trauma, baada ya, ya mm kumekutana -hmm. na changamoto mbalimbali mbali, Uh, akili yako inakuwa na changamoto inapata shida. Kwa hiyo hao walezi wanakuwa wamejengiwa uwezo wa namna ya kushughulika na mtoto wa aina hiyo, kwa sababu mtoto wa aina hiyo ataiba, mtoto wa aina hiyo atagombana, atapigana, atatukana matusi, na amekuja kwenye familia yako kwa unamjengeaje so, mm -hmm. hilo ni eneo la namna ya kufanya kumfikisha kwenye familia ambalo ah, umesema ni la muda mrefu lakini sio la muda mrefu, ninaendelea mpaka sasa wataalamu wako wanafanya hiyo kazi ndio muda mrefu huo kwa uh -huh. maana ni, ni mchakato ambao sio kwamba eh, uh -huh. sio kwamba limefanyika leo alafu shughuli imeishia uh -huh. hapo so, so. kwamba ni mambo ambayo yanaendelea sawa. sawa. Sasa mtoto anahitaji kupata furaha, anahitaji mm -hmm. kucheza na wenzake. Sasa inapokuja pia swala la sikukuu kama hivi mm -hmm. eh, shule zimefungwa hivi, wazazi wengi wanafurahi kuwa na watoto wao wanakwenda mm -hmm. ufukweni, wanafurahi furahi kule mm -hmm. lakini kuna hawa wa mtaani nao mm -hmm. Unadhani bado jamii hata kama ni mara moja moja hivyo, mm -hmm. hivyo, kwa sababu kadiri unavyojizoeesha ndivyo ambavyo utatenda, so. labda leo mimi nimeamua kuwapelekea chakula siku ya sikukuu mm -hmm. so. watakavyonipokea na moyo wangu utakavyokuwa unanisukuma pengine kesho nitatamani niwapelekee Jumapili ijayo, so, so. nitawapelekea na Jumatano katikati alafu nitakuja kujikuta namchukua tu kabisa mmoja, okay. au wawili watatu. Sawa sawa. Bado hamuoni kwamba kuna umuhimu wakati wa furaha kama hivi za kuelekea kwenye sikukuu ama kwenye sikukuu yenyewe, kwamba na wale nao tukawajumuisha kama jamii. Nakubaliana nawe kabisa, uko na. sahihi mm. Uh, lakini nataka kwanza kujenga ule msingi wa kwanza kwamba tutafute suluhisho la kudumu mm. lakini kwa sasa kama unavyosema uh, tutumie fursa tulizonazo mm, tofauti tofauti. Mara nyingi tunafahamu watoto wanapokuwa si ndio watoto, watoto wako kwenye maeneo kwa mfano pale Kijazi tunapataja sana eh? yeah. ule na pale kule. Kijazi sasa hivi ukipita usiku mwingi huwaoni watoto tu peke yao. mm -hmm. Wengine mm -hmm. watu wazima kabisa. yeah. wa, lala wamejifunika viroba yani mtu kakitia kiroba na anahatarisha maisha, maana kiroba kimoja kaji, kakitia miguuni kakileta mpaka mm -hmm. kiunoni, alafu kingine kakitia kichwani huko kakileta mpaka kiunoni, kwa hiyo mm -hmm. kajiziba ndani ya kiroba. Eh, eh, tatizo la watoto wa mtaani linaendelea kuwa kubwa, yani hawa tunaoona leo ni watoto, na nyinyi pia bado mnawaita watoto wa mtaani. Aha, sasa, mm. ni neno ambalo limezoeleka. <laughs> <laughs> ni neno ambalo limezoeleka kwamba eh, ni watoto wa mtaani eh, na tunasema hivyo kwa sababu linawatambua kama watoto walioko mtaani na limekosekana neno sahihi la kutumia ili kuwatambua mm. Kwao tutasema watoto wanaojihusisha na mtaa <laughs> au watoto walioko mtaani wanaoishi katika ee. mazingira magumu au hatarishi. Ukisema wanaoishi katika mazingira magumu na hatarishi mm. umegusa kundi kubwa zaidi, umegusa hata watoto ambao wako kwenye familia zao wanaishi katika hali ya umaskini mkubwa, umegusa mm. watoto wenye ulemavu. Unaona, kwa hiyo unakuta umechukua kundi kubwa sana, lakini unapotaka kuwagusa hawa walioko mtaani e, utasema tu watoto wanaoishi mtaani, hakuna namna Ayaw. Ayaw. Ayaw. Sasa hawa watoto bwana, uh, leo wana miaka kumi na tano kumi kumi na sita kumi na mbili kesho watafikisha miaka ishirini na saba lakini hawakuwahi kwenda nyumbani kwao. Miaka yote wako mtaani, watalala wapi? lazima ajifunike pale, ndo atakuwa mkubwa anawaangalia wa madogo mm. anaenda kutengeneza familia nyingine, lakini mimi unaona hatari ambayo inakuja mbele, kwa sababu saizi hao wakubwa ambao hawawezi tena kwenda kwenye dirisha la gari kugonga na kuomba, watatengeneza mikakati ya kuwafanya waweze kuishi, na mikakati hiyo kama huna wanasema mtaji maskini ni nguvu zake, sio? Mm. Huna hela, huna njia, huna ujuzi, huna chochote cha kufanya uweze kuishi. Itabidi utumie ulicho nacho mm. Ulicho nacho ni akili na nguvu mm. Sasa tunaweza tukajikuta jijini Dar es Salaam halikaliki, yeah. Yeah, tutakuta hizi simu zetu, tutakuta hizi laptop zetu, tutakuta chochote tulicho nacho kinachoweza kuwasaidia wao kuishi kitatumika, kwa hiyo hawa tuno. Nashukuru umetoa point ume, ume leta wazo au umetuonesha kuhusiana na wale watu wazima wanaojifunika viroba wanakaa pale, wale ni wale wale watoto. kuna wakati kwa na kuna jiuliza mm. eh hey, wewe jiuliza, waliokuepo miaka kumi iliyopita wako wapi sasa? hizi mm. wameenda wapi? utakuta ni hao hao lakini, hatari yake ni hiyo kwamba na wao pia wanazaa, unajua mm. wakizaa, watoto wa hao hawatatunzwa na wao ka tunaenda kuongeza tatizo, ndo na maana nazungumzia sana namna ambavyo tutakuwa mikakati ipo. Shida yetu Tanzania tunakuwa na mikakati, lakini utelekezaji wa mikakati unakuwa ni changamoto, na hatutaki kutatua. Sijui kama hatutaki au hatutatui mizizi ya tatizo. Tunapambana kuchuma matunda kwenye mti tukifikiri kwamba huu mti utakauka tukishamaliza matunda yote, ambacho sio rahisi. Kwa hiyo, ni kweli kwa sasa ume, umeuliza wazo uzuri la namna ambavyo wanaweza wakaishi na kuenjoi kwenye dunia kama sisi wengine. Kwa cha kwanza tuwahakikishie usalama na sio hili pia, bado naendelea sio tu wakati wa sikukuu, yani mtu kokote aliko awe salama <muchasana> <muchasana> sasa, wale watoto kule mtaani, unajua kuna wengine wanaowanyonya yn yani, hao wakubwa <muchasana> wanaozungumzia, wanawatuma madogo waombe, alafu wao ndo wanashika mikoba kwa baadaye mnaleta zote hapa na hesabu na wagawieni za kula zingine anatumia yeye. Mm. Aha. Alafu kuna wengine ambao ukweli wanatolewa, na hii lazima tuijue jamani, tuifanyie kazi. Nimekuwa nikisema, tumekutana nayo kwenye wakati tunafanya hizi kazi. Kuna watu anatoka hapa Dar es Salaam anaenda huko vijijini anatafuta vijana ambao atawapa kazi, anapata vidana kumi ishirini. Najua kule kwenye familia duni mtoto akishafikisha miaka kumi na mbili kumi na anawachukua kipa, watoto kama kumi mpaka ishirini anakuja anawapanga nyumba anawalaza mle ndani kwenye vyovyote, um, atakavyowalaza. Asubuhi wanaenda kuomba, jioni wanarudi kulala. Matukio ambayo yameisha shuhudiwa hata na serikali wakati na, fulani okay, waziri walikuwa wakifanya msako kwenye hizi nyumba mm -hmm. za kulala wageni na, mm -hmm. na mpaka kuna mtu mmoja dada mmoja niliona makala amefanya ametengeneza makala hiyo kwa mm -hmm. hiyo mm -hmm. hawa watu. Ndio maana nasema tunahitaji vitu vingine kwa muda mfupi, ni kuzuia haraka iwezekanavyo, kwa sababu kuna watu wanatumia hiyo njia kuwanyonya watoto, lakini baadaye wakifikia hatua hawa watoto hawana uwezo tena wa kufanya hicho kitu, atawatupa na hao watoto wameisha kosana na familia, wameishafanyiwa ukatili, wameisha, wameisha nyonywa, ndoto zao zimekufa. Yes no. <sighs> No. Mo. No. <laughs> <laughs> tunatamani tungeendelea kuongea zaidi lakini no. muda wetu umekimbia, uh, sana sana. Tutatafuta wakati mwingine bila shaka tuangalie zaidi mipango hiyo na namna hata nyinyi taasisi yenu namna ambavyo inafanya so, so. kuhakikisha kwamba watoto hawa wanakuwa salama, lakini no. kwa leo tunakushukuru sana kwa muda wako. Nashukuru sana. Pia tunakushukuru wewe msikilizaji ambaye umeisalia nasi, bila shaka haya machache tuliyoyazungumza, kutokana na muda basi kuna vitu umeving'amua hapo basi lakini zaidi ni muhimu kutengeneza usawa, kutengeneza amani na kila mtu awe salama ili maisha yaweze kuendelea. Tayari ni saa mbili kamili asubuhi.